<clears throat> Ikitokea leo unaniuliza ufanye biashara gani, mimi nikakushauri ufanye biashara hii, network marketing. Ni moja ya biashara ambalo ni kubwa sana na ni zuri sana kwa wewe ambaye unajitafuta, kwa wewe ambaye umeshajipata. Kuna faida mbili za kufanya biashara ya network marketing hasa kwa sisi vijana au wewe kijana ambaye bado unatengeneza mianya mikubwa ya fedha hapo mbele. <coughs> Faida ya kwanza hii ni tis passive income, ni pesa ambayo unaweza kuipata ukiwa hata umelala, hata una shughuli nyingine, unaweza kuingiza fedha. Lakini ni biashara ambayo unaweza kuifanya bila kuathiri kazi yako, muda wako, familia yako, na ukatenga masaa mawili tu kwa siku kwa ajili ya kujifunza na kutendwa kwa vitendo, hii biashara inakufaa. Lakini vilevile ni biashara ambayo unaweza kuingiza fedha hata ukiwa sehemu yoyote ya nchi, uwe nchi yoyote, fedha zako zitaingia na utaweza kuwafanya mambo yako kwa amani zote. Ni biashara ambayo upigiwi simu na bosi wako kuulizwa, kwa nini hujaingia, kwa nini hujafanya. Ni biashara ambayo inakutaka ujisukume mwenyewe na ufanye kazi mwenyewe. lengo kuu lazima uwe na lengo kusudio la kuingia katika hiyo biashara, kwa sababu lengo kuu ndiyo ambalo kiongozi wako atakusukuma zaidi, ili kuweza kujua ni hatua gani zinachukuliwa za haraka za kuweza kukusaidia wewe kufikia katika lengo kuu la kujiunga katika biashara. Lakini vilevile, hii ni biashara ambayo ina uwezo wa kukupa faida ambazo sio rahisi kupata katika ajira. Moja ya faida, kupewa nafasi ya kushinda gari au kutimiza vigezo na kupewa gari ambayo kila baada ya miaka miwili mpaka miaka mitatu unapewa gari mpya. Ni kazi gani ambayo inaweza au bosi wako anaweza akakupa, akakupa gari pasipo kutoa jasho? Lakini sio rahisi katika nchi, kampuni ngapi zinawapa watumishi wao magari? Sio rahisi. Kwa network marketing una uwezo wa kushinda gari kila baada ya mwaka au miaka miwili, na ni gari ya ndoto yako unayoitaka wewe kwa vigezo vyako lakini vilevile ni biashara ambayo ina uwezo wa kukupa nafasi ya kusafiri kimataifa kila mwaka, ambapo nchi au kampuni inakuwa imepanga kwamba mwaka huo mtakwenda kutembelea nchi gani? Network marketing peke yake, ambapo hutatoa hata shilingi kumi yako ya kusema utachangia kwenye usafiri. Utakaa huko nje kwa siku zilizopangwa, utakula, utakunywa, utavaa na utaenda shopping, na utatolewa kila sehemu, sehemu maarufu utafikishwa lakini kampuni ndiyo itakayolipia. Je, ajira yako inaweza kukupeleka Dubai au ajira yako inaweza kukupeleka South Africa ukara bata na kurudi? Sio rahisi, na ndio maana kazi hii tunasema au biashara hii tunasema inamfaa mtu yoyote. Ikiwa wewe ni mwanafunzi inakufaa, ikiwa wewe ni mwajiriwa inakufaa, ikiwa wewe unajitafuta inakufaa. Kikubwa ujue kusoma na kuandika tu, lakini pia kukubali kufanya kazi kwa vitendo. Kwa maana ni biashara ambayo inataka ujitume bila kuwa mvivu. Ndani ya miezi kumi na nane tu unakuwa umeweza kutimiza malengo yako na unaweza kupokea hata bonus ya milioni mbili mpaka milioni tano bila kuwa na wasiwasi wasi. Kama wewe ni mmojawapo katika watu ambao wanapenda kujifunza zaidi kuhusiana na biashara hii ya network marketing, mimi nachukua saa huu kukukaribisha katika ukurasa wetu, na utajifunza bure na mwisho utaamua aidha uende kujiunga katika biashara hizi au ukawe mwalimu wa watoto wako, ili kesho na kesho kutwa nao wajivunie uwepo wako. Unaweza ukafanya maamuzi hayo leo, lakini baada ya miaka mitano jipime, uko wapi na ulitoka wapi. Yoyote aliyefanikiwa basi aliteseka, lakini yoyote ambaye ana, anateseka sasa hivi, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata masilahi makubwa kwa mbele. Safari ni wako Steven, kwa mawasiliano zaidi nipigie namba iko kwenye hiyo bio. Uh, tutawasiliana kwa msaada zaidi chao.